Wenzetu uh, wanapoanza kula huwa awali tu wanazingatia kodi, wanazingatia kuanza kula vyakula ambavyo havipandishi insulin, na chakula ambacho hakipandishi insulin huwa ni vyakula vya mafuta halisi na vyakula vyenye proteini. Ndio maana mtoto huyu uh, kwao wanafundishwa tangu udogoni jinsi ya kuanza kula uh, vitu vyenye proteini kuhakikisha insulin inaipande. So unaweza kaanza na fiber, unaweza kaanza na protein au fat. Lakini sio kichujio cha sukari. Then akafuata apple. Uh, kwa mtoto ka kama umri kama huyu kula apple ni nzuri zaidi kuliko kunywa uji wa ugali, uh, uji wa mahindi, uh, wala kuliko kula na milk milk formula, eh, hey, maziwa ya makopo. You see? Anakula matunda same same, anakula na fiber. Vitu kama broccoli. Vitu ambavyo vinaenda kubalansi kiwango cha sukari, uh, kwenye damu yake. Anakisha vitu havishuti. Lakini angalia sisi tunavyokula, mtoto amekula sahani zima la wali, amekula uh, bakuli zima la ugali, lakini finyango mbili za nyama. No reason, yani anakula tu mradi amekula. Ameanza na kile kitu ambacho kitamsaidia kujisikia vizuri, kitamsaidia kujisikia ameshiba. Mayai sio mazuri? Okay, mayai yana testi nzuri. Kama utakuwa umezoea kula matakataka, so video hii, uh, kuna, kuna jambo wakati naiangalia imenifundisha imeni maybe nikasema okay, lakini nikukumbusha, jinsi ya kula na namna jinsi ya kwanza kula, anza vyakula vyenye protini, anza vyakula vyenye mafuta, anza vyakula vyenye fiber, anza vyakula ambavyo vipandishi insulin yako, na usianze kubogia kiazi umetoka tu kufunguliwa na bogia tu mkate umetoka tu kufunguliwa tu sahani ya wali no, hiyo sio kitu kibaya. Baadaye sasa, kama mtoto anaweza kataka hivyo, unaweza kumletia wali wake, unaweza kumletia nini, okay? See this is porridge uh, huu ni uji wa asili lakini kuna vitu vingi za kuchanganya kwenye uje, lakini mahindi guys, wicked less. Kuna ulezi, kuna mtama, kuna uwele, kuna karanga, hasa kwa watoto something healthy okay. Mtoto anakula chakula ana enjoy, mtoto anakula chakula for nourishment mwili wake, yaani mpaka anakuwa mtu mzima, huwezi kumsikia na craving, huwezi kumsikia na njaa za ajabu ajabu.